Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia Mungu ameweka wazi juu ya swala zima la ndoa. Na yeye ndiye aliyesema na kuwaunganisha hasa Adamu na Hawa katika ile Mwanzo wa sura ya pili fungu la ishirini na tatu, akisema Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Katika fungu ya ishirini na nne na na ishirini na tatu ishirini na nne Mwanzo sura ya pili Mungu anaweka wazi ya kwamba msisitizo, nao watakuwa mwili mmoja. Sasa tuangalie nini ambacho Mungu anasema kuhusu habari ya ndoa na uhusiano hasa kwa kanisa lake Waefeso sura ya tano fungu la ishirini na, na, na, na tisa hadi uh, thelathini na mbili. Maneno ya Mungu yanazungumza hapa jambo ambalo kila mwanandoa anapaswa kulielewa, na ndiyo maana tunajifunza ya kwamba kila tunapoingia kwenye ndoa ni sharti tuelewe kwa nini ninaingia kwenye ndoa. Kwa nini ninaingia kwenye ndoa? Biblia inasema katika uh, Waefeso sura ya tano fungu la ishirini na tano. Waefeso tano, ishirini na tano, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Mara nyingi wanandoa ama mume na mke wanapoingia katika muunganiko huu, wakati mwingine mafungu haya husomwa kwa ajili yao ili ya kwamba waweze kuelewa nini msingi na nini maana ya kuwa mwili mmoja. Maana hawa wanapofunga ndoa ama wanapounganishwa katika ndoa, mume na mke hawa husimama kama kiungo kimoja cha Kristo, na hivyo katika mtazamo wa mawazo na fikra zao wanapaswa kuelewa ya kwamba Mungu anakusudia kuwaona wakitembea katika safari ya pamoja kama mume na mke wakimwakilisha Kristo kama ambavyo Kristo ame, ame, kanisa linamwakilisha Kristo na kwa jinsi ambavyo uh, Kristo analitendea kanisa, kama ambavyo Kristo anawajibika kwa kanisa kama kichwa cha kanisa, ndivyo ambavyo mwanamume pia anapaswa kuwajibika kwa mkewe. Utagundua ya kwamba kanisa la Mungu wakati mwingine linaweza kupita katika madhaifu ma ma kadha wa kadha, lakini mwisho wake, kwa kuwa Kristo alikwishaahidi ya kwamba analiangalia kama chombo cha pekee, analiangalia kama mboni ya jicho lake, na hivyo hata ruhusu lianguke kwa namna yoyote ile. Vivyo hivyo kwa mwanamume, kwa mke wake, ndivyo anapaswa kumwangalia mkewe kama chombo cha pekee kulingana na neno la Mungu linavyosema. Kumbuka, mume na mke wanapounganishwa katika ndoa hawa huitwa, si tu, si tu mume na mke bali huitwa mwili mngapi? Mwili mmoja. Maneno haya katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa gombo la tatu, kule, uh, gombo la tatu anaandika maneno haya ukurasa arobaini na sita: ndoa muunganiko wa maisha ni ishara ya, ya, ya muunganiko kati ya Kristo na kanisa lake. Roho ambayo Kristo anadhihirisha kwa, kwa, kwa kanisa ndiyo roho ambayo mume na mke wanapaswa kuidhihirisha kila mmoja kwa mwenzake. Narudia maneno haya, anasema hivi, roho ambayo Kristo anadhihirisha kwa kanisa ndiyo roho ambayo mume na mke wanapaswa kudhihirisha kila mmoja kwa mwenzake. Sasa wanadhihirisha kwa namna gani? Katika tafakari ya leo a, ninyi wanandoa, nime, nime, nime, kuna tafakari ambazo ama kanuni tatu ambazo mwa, zinapaswa kufuatwa na kuzingatiwa ili kuweza kudumisha ndoa yenye furaha na amani na upendo katika maisha. Utagundua ya kwamba Biblia inazungumza habari ya upendo kwamba ni kanuni na upendo unazungumzwa katika Biblia kwamba upendo unapotamaraki miongoni mwa wanandoa, hata miongoni mwa wanadamu, upendo hustiri wingi wa dhambi. Upendo unapotawala ndipo maisha ya kiroho yanapoimarika, na maisha ya kiroho yanapoimarika, wanandoa wanaweza kusafiri pamoja na kutembea kama familia moja ya kwenda mbinguni. Na hivyo ziko kanuni tatu za ndoa ambazo zinapozingatiwa zinaweza kuimarisha mahusiano ya ndoa na kuwaimarisha wanandoa kudumu kutembea pamoja katika safari ya mahusiano ya unyumba na katika safari ya mahusiano ya kifamilia na ndoa kwa ujumla. Kanuni ya kwanza: msamehe mwenzi wako hata kama hastahili, kama vile Kristo anavyotusamehe hata kama hatustahili utagundua ya kwamba mara nyingi tunatenda dhambi, na hata wengine wakitenda dhambi za kurudia rudia, na hata wanapozirudia wanamuomba Mungu awasamee wana, wanatelewa nangu katika uzinzi kesho, na ni mlevi kesho kutwa ni mwizi, lakini bado Mungu anamchukulia katika udhaifu huo, ili ya kwamba aweze kugeuka. Na mtakumbuka ya, kwa, mtakumbuka ya kwamba Yesu mpaka sasa yuko katika chumba cha patakatifu apatakatifu akituombea, ili tuweze kupatanishwa naye, na hivyo tunapotenda dhambi, yeye ni mwombezi wetu, yeye ni kuhani wetu. Sasa ikiwa ni mwombezi wetu, ni kuhani wetu, hicho ndicho Kristo anachofanya katika patakatifu patakatifu, na hicho ndicho ambacho wanandoa wanapaswa kuelewa ya kwamba msamaha siyo udhaifu. Kuomba msamaha siyo udhaifu, ni ui imara wa kuwaongoza katika maisha yenye yenye mafanikio ya sasa na hata katika uzima wa milele unaokuja. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ya wanandoa wanaoshinda ni msamaha. Msamehe mwenzi wako hata kama astahili, kama vile Kristo anavyotusamehe hata kama atustahili. Leo wengine wanashindwa kusamehana wanapofikia katika madhaifu fulani, amba wamepitia katika mgogoro, msamaha unakosekana, na ndiyo maana sasa wengine wanadhani ya kwamba So, taraka inaweza kuwa mbadala wa kuleta amani kwenye ndoa. Taraka, wengi ukimbilia kwenye taraka wakiamini kwamba nitakapopata taraka, basi moyo wangu utatulia, lakini wanasahau ya kwamba kutumia taraka ni kutumia tatizo kulitatua tatizo. Na ndio maana wengine wanadhani ya kwamba kuoa mke mwingine ama kuolewa kwingine ni kutatua tatizo, lakini kumbe wakati huo wanatumia tatizo kulitatua tatizo. Mahali hapo, nini ambacho kingefanya suruhu? Msamaha ungefanya yote, kama ambavyo Kristo anawasamea watoto wake, analisamea kanisa lake kutokana madhaifu, kutokana kutostahili kwake, ndivyo ambavyo mume na mke wanapaswa kusameana na kusafiri katika safari ya pamoja, wakijua ya kwamba bila Kristo katika maisha yao wao waweze kufanya jambo lolote. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ni msamaha. Na msamaha siyo udhaifu, ni uimara wa kuonyesha ya kwamba ninyi mmekomaa. Maana Mungu anasema kama Kristo alivyolipenda kanisa, ndivyo mume anavyopaswa kumpenda mkewe na kusafiri pamoja kama mwili mmoja. Lakini sikiliza. Kanuni ya pili anasema mkubali mwenzi wako udhaifu wake na yote kama Kristo alivyotukubali sisi udhaifu wetu na yote. Yesu hajawahi kusema ya kwamba leo siwataki ama kutukataa kwa sababu ya mambo tunayopitia. Badala yake, anatupokea katika madhaifu tuliyo nayo, na katika kutupokea anatusadikisha na kutuweka pamoja, tukitembea katika njia zake. Na hivyo tunaposafiri katika maisha haya, neno la Mungu linatuelekeza lina na kutukumbusha ya kwamba tunapaswa tunapaswa kukubaliana katika madhaifu wengine waliachana kwa sababu ya madhaifu waliokumbana nayo. Baada ya kujua mwenzake ana udhaifu fulani, basi akaamua kupotea na kukengeuka. Sasa kanuni hii ya pili inasema, mkubali mwenzi wako udhaifu wake na yote, kama Kristo anavyotukubali sisi udhaifu wetu na yote. Na hivyo, wakati huu sio wakati ambao ni wa kwenda kutangaza, wakati wa kwenda kumtangaza mwenzako wakati wa kwenda kusema mwenzako vibaya katika maeneo mbalimbali unapopita. Maana leo kuna wengine wanadhani ya kwamba kumsema mwenzi wako vibaya kwa yale anayoyatenda ndiyo suruhu. Badala yake kinachosemwa hapo ni kwamba unapoyasambaza, unapoyazagaza maeneo mbalimbali, ndipo unazidi kujichafua na kujiweka wazi jinsi mlivyo waovu na wabaya katika maisha yenu. Kwa hiyo badala ya kuyasambaza, badala ya kuyapeleka mahali mahali Ungepaswa kusimama imara, ungepaswa kumwomba Mungu na kuombeana ninyi kwa ninyi na kufichiana madhaifu hayo, ili ya kwamba msiweze kuumbuka. Ana wanawaambia wakati mwingine ya kwamba unapo, unapotangaza udhaifu wa mwenzi wako kwa mtu mwingine, hapo msemi yeye Unajisema kama ni wewe mama, unajisema kama ni wewe baba wako. Watu hawana breki kabisa, yale wanayotendeana ndiyo anayoweka wazi. Wakiitana mashoga wanasema, shoga yangu, nina jambo fulani leo, nin ninakuja kwako, we unisaidie. Sikiliza, leo unapomwambia mtu udhaifu wa nyumba yako yeye naye ataenda kumwambia mwingine, yule mwingine naye ataenda kumwambia mwingine, yule naye, mwisho wa siku yanatapakaa katika jamii nzima. Sasa, ikiwa Kristo ana uwezo wa kulisimamia kanisa lake na kutulinda, ndivyo ambavyo mwanandoa mwenzi unatakiwa kusimama na kumfichia aibu mwenzi wako. Ndiyo maana kanuni ya, ya pili inasema mkubali mwenzi wako udhaifu wake na yote na Kristo kama Kristo anavyotukubali sisi udhaifu wetu na yote na bado akiendelea kutupokea mbawani mwako mwake. Na kila siku yeye anasema kwamba tazameni, kila wakati ninapotaka kuwakusanya kama kuku kuwakusanyavyo vifaranga vyake, ndivyo Yesu anavyotukusanya, ndivyo Yesu anavyotupokea kila wakati tunavyokwenda jinsi tulivyo kwake. Yeye hatufukuzi na kusema kwamba kwenda huko, ulikuwa mlevi, kwenda huko, ulikuwa mzinzi, kwenda huko, ulikuwa, ulikuwa, ulikuwa mwasherati badala yake anasema njoo kwangu, mwanangu, nilikungoja kwa muda, nilikungoja kwa hamu. Ndivyo Yesu anavyotuchukua. Kumbuka kile kisa cha mwana mpotevu. Mwana mpotevu alichukua sehemu ya mali yake iliyomwangukia, akaondoka katika nchi za mbali, akaenda kutapanya. Baadaye akarudi, alipokumbuka, akazingatia moyoni mwake, akakumbuka mambo yaliyoko nyumbani. Baadaye akarudi kwa baba yake akaomba kusamehewa, japo alijishusha ya kwamba huenda yumkini hata achukuliwe tu kama mjakazi katika nyumba ya baba yake. Lakini baba yake alimwambia, wewe ulikuwa umepotea, sasa umepatikana, ulikuwa umekufa, sasa umefufuka, wewe ni mwanangu tu. Hivyo ndivyo Yesu anavyotuchukulia kila wakati tunaporejea kwake, na ndivyo wenzi wanapopaswa kuchukuliana katika maisha ya ndoa, kufichiana udhaifu, kubebeana madhaifu lakini sio kubebeana dhambi, sio kufichana dhambi. Penye maovu, penye, ma, penye matatizo lazima tutaambizana, tutaambizana kama wanandoa wanaosafiri pamoja. Na hivyo Mungu anapaswa kuwa kiini katika maisha yetu, ili ya kwamba kupitia kupitia madhaifu tuliyo nayo tuweze kukubaliana, tuweze kujikubali na zaidi ya kutengana ama kuachana na kutafutana mabaya, ruhusu upendo wa Mungu utawalao maisha yetu ustiri wingi wa dhambi. Ruhusu akili yako isione madhaifu unayopitia bali ruhusu upendo wa Mungu ndani yako uone umoja kati yenu, mkisafiri kama wanandoa katika maisha haya, mkiandaliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Na ndio maana wakati mwingine wanandoa lazima waelewe ya kwamba kupitia ndoa yao kuna uzima wa milele, kupitia ndoa yao kuna kupotea milele. Sasa je, kupitia maisha tunayoishi leo, je, kupitia ndoa yangu na yako tutaweza kupata uzima wa milele? Kila mmoja atafakari katika maisha yake. Namba tatu, kanuni namba tatu idumishayo ndoa, ama msingi, misingi inayodumisha ndoa, kanuni idumishayo ndoa, kama vile Kristo, kanuni namba tatu kama vile Kristo alivyotutanguliza, mtangulize mwenzi wako. Baba, mtangulize mke wako. Mama, mtangulize mume wako katika kila jambo na hivyo usimuone mume wako si chochote si lolote, wala wewe mwanaume usimuone mke wako si lolote si chochote. Kama ambavyo Kristo analichukulia kanisa lake kwa namna ya kipekee, vivyo hivyo baba unapaswa kumchukulia mwe, mme, mke wako kwa namna ya kipekee. Vivyo hivyo mama unapaswa kumchukulia mume wako kwa namna ya kipekee, na hivyo usione kwamba ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kama vile Kristo alivyotutanguliza, mtangulize mwenzi wako, mweke mbele, mweke mbele kwa kila jambo, hata kama utaliona kosa hapo. Kuna changamoto nyingi sana zinajitokeza miongoni mwa wanandoa. Kosa linaweza kujitokeza kwa mke wako, na hivyo yawezekana mmekwenda, maana kuna wengine wanakwenda wanakutanishwa, wengine wanapeleka makosa yao, sijui ndoa zao kwenye vikao, unasikia anaulizwa, je, ndivyo alifanya? Lazima baba utafute akili ya kumuokoa mke wako. Yaani, kwa maana nyingine ninachosema ni kwamba, kinachomaanishwa ni hiki: hata kama utaligundua kosa kwa mwenzi wako, unapaswa kusimama Benet pamoja naye, naomba nitumie lugha hiyo, unatakiwa kusimama naye Benet kwa namna yoyote ile, na hivyo hupaswi kumchukulia ama kumwacha anguke mwenyewe kwa sababu ya udhaifu uliojitokeza ama kwa sababu ya jambo au kosa lililojitokeza. Kama wanandoa wanaosafiri ambao Biblia inawaita mwili mmoja, na ndivyo waao wanavyosomeka, wanavyosomeka mbele za Mungu, unapaswa kusimama naye, kando yake bila kumwacha anguke mwenyewe. Na hivyo ni kazi yako baba kumshika mke wako mkono, ni kazi yako mama kumshika mume wako mkono na kusafiri pamoja. Na hivyo kama vile Kristo alivyotutanguliza, mtangulize mwenzi wako kwa kila hali. Na hivyo simwache anguke mwenyewe kwa, kwa kudhani ya kwamba kwa kumwacha mwenyewe basi wewe utakuwa salama. Ni sharti ukubali kuambatana na mke wako. kanuni hizi zote zenye ze, kanuni zote hizi tatu zenye msingi wake katika Injili, na hivyo zina, zina, zinawezaje kutusaidia sio tu kuelewa jinsi Mungu anavyohusiana nasi, bali pia kusaidia ndoa yoyote? Kanuni hizi ni za msingi kwa sababu zitakapodumishwa kama Kristo anavyoshughulika kwa kanisa lake na wenzi watakaposhughulika kwa katika ndoa, ndivyo ambavyo maisha yetu yatazidi kusonga mbele kwa kila hatua na kila siku itwayo leo. Na hivyo ikiwa tunahitaji kusimama imara, hebu kanuni hizi kwa kumwiga Kristo aliye kiini cha maisha yetu zijifunge kwetu, zifungamanishwe kwetu kwa baba na mama, na hapa ndipo tutaweza kusonga mbele. Kanuni muhimu za kudumu katika maisha ya ndoa ni hizo. Kanuni ya kwanza ikiwa ni kumsamehe mwenzi wako, hata kama astahili, msamehe, mpokee. Kanuni ya pili, mkubali mwenzi wako, udhaifu wake na yote, kama Kristo anavyotukubali sisi, udhaifu wetu na yote tuliyo nayo. Lakini jambo la tatu likiwa ni hili, kama vile Kristo alivyotutanguliza, mtangulize mwenzi wako, na hivyo Usitumie udhaifu wa aina yoyote kama silaha au kama bunduki ya kumshambulia mmoja kati yenu. Badala yake tumieni kicho cha kimbingu, kicho cha kimbingu na Kristo akiwa katikati yenu, kwa ajili ya kusimama imara, mkimwomba Mungu awasaidie kwa kila hatua, na hapo ndipo mtaweza kusimama imara. Kumbuka, Ndoa ni msingi, ni agano la maisha yote, kama ambavyo tunajifunza kwamba ni mpaka kifo kitakapowatenganisha. Na hivyo taraka sio mbadala wa kuvunja agano la ndoa, wala kuachana ninyi kwa ninyi, kwa kiburi kilichotokea baina yenu kwamba mkaamua kuwa huru, mkajiona mko huru. Mahali fulani maneno yanaandikwa ya kwamba kuna watu wamepeana taraka katika dunia hii wakiamini ya kwamba wameachana lakini mbele za uso wa Mungu wameungana, angali mbele za uso wa Mungu wameungana. Na katika kitabu hiki ni kitabu cha The Adventist Home. Kuna watu wanaamini kwenye akili zao kwamba tumepeana taraka, ili hali walisema ya kwamba mpaka kifo kitakapowatenganisha. Leo kwa kusahau agano hilo la ndoa na kusahau ahadi hizo, wamekubaliana na kuafikiana ya kwamba taraka inaweza kuwa mbadala waku, wa kuvunja agano la ndoa, lakini mbele za uso wa Mungu wameungana, wameungana. Ndivyo Mungu anavyosema katika neno lake ya kwamba, bali na kudhani ya kwamba mmetengana, mmeachana kwa sababu ya nyaraka za makaratasi ya taraka, Mungu anasema mbele za uso wake. Mmeungana hata kama mtasema mmeachana, Mungu anasema mbele zake anawaona watu mlioungana bado, na hivyo lazima hekima na busara itumike kama neno la Mungu linavyosema katika uh, Biblia habari njema, uh, katika ile mithali ishirini uh, na nne na ile ishirini fu fungu la tatu anapozungumza akisema uh, kwamba nyumba hujengwa kwa hekima na huimarishwa kwa busara. Nyumba hujengwa kwa hekima na huimarishwa kwa busara. Katika kitabu kile cha Mithali, maneno ya Mungu yanasema, yanasema kwa ajili yangu, yanasema kwa ajili yako ya kwamba bila Mungu mimi na wewe hatuwezi, hatuwezi. Na hivyo tunahitaji, tunahitaji kusema imara katika Mithali ishirini na nne na ile fungu la tatu nyumba hujengwa kwa hekima na kwa ufahamu huthibitika. Kiswahili cha kisasa kinaandika kinasema, nyumba hujengwa kwa busara, nyumba hujengwa kwa hekima. Na hivyo hekima na busara zitakapotawala katika maisha yenu, ndipo mtaweza kusafiri. Wengine husema nyumba hujengwa kwa upendo. Ndiyo, upendo ni msingi, maana upendo ni kanuni ya kimbingu na kumbuka, kuna watu wameachana bado wakiwa wanapendana. Kwa hiyo kinachojenga nyumba ni nini? Hekima inapokuwepo, busara inapotawala, kwa maana ya maarifa, akili, hapo ndipo tutaweza kusafiri pamoja. Hutasikia msa, msamiati wa taraka, hutasikia msamiati wa kuachana, hutasikia msamiati wa kugombana. Na hivyo palipo na hekima, palipo na busara au maarifa, kila kitu husimama imara na Mungu ubaki kwa mtawala katika masaa haya na wakati huu. Kwa tafakari hii, hebu ikawe ni sehemu ya kumsaidia mwanandoa mmoja ambaye anatamani kuishi kwa matumaini katika nyumba yake. Baba, linda nyumba yako. Mama, linda nyumba yako kama Kristo anavyolilinda kanisa lake na kuliongoza kile itwapo leo. Ndivyo wanandoa wanavyopaswa kusafiri. Na Mungu awabariki kwa tafakari hii. Karibuni tena kwa wakati mwingine kwa tafakari zinazokuja. Bwana awabariki.